Kampuni ya simu nchini TTCL imeendeleza juhudi za kuwajengea uwezo wa kulima, wafugaji na wavuvi maeneo ya vijijini kujua namna ya kutumia mawasiliano ya mtandao wa internet kutafuta masoko ya mazao yao badala ya kutegemea wachuuzi na wafanyabiashara kujipangia bei. Kwa taarifa zaidi na Hosea Cheo. Kabla kampuni ya simu Tanzania TTCL imekabidhi vifaa vya ujenzi kwa shule ya sekondari ya Ruswisi wilani Ileje, ikiwemo saruji mifuko mia moja na mbao vyenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni tatu. Meneja wa TTCL mkoa wa Mbeya James Mlaguzi akatumia fursa hii kutoa elimu kwa wakulima wa wilaya ya Ileje. Unakuta tunakuwa na mazao yetu, lakini inabidi tusafiri pengine hapa mpaka Tukuyu, mpaka Ileje mjini kwa ajili ya kutafuta masoko. Lakini utakapokuwa na intaneti yako ukiwa huku huku Ileje, unaweza ukatafuta soko ndani ya mkoa, nje ya mkoa na hata Ulaya. Kwa hiyo tunategemea kwa kuleta hizo huduma karibu na wananchi, basi mtaweza kutumia huduma hizo kwa kutafuta masoko ya mazao yenu kutoka hapa Ileje, mkoani Mbeya. Mimi wa TBC.